Nasema hello doctor, nimekuona TikTok doctor. Mimi kesi yangu ni kuwa na uke mkavu though, nikishikwa shikwa hisia zinapanda, natamani kufanywa, but uke bado unakuwa dry bala, na sijawahi tumia njia yoyote ya uzazi wa mpango. Msaada wa, naomba msaada wako soon, naingia kwenye ndoa na naofia ishu Issue. Your help doctor. Okay, huyu ni binti ambaye bado ni kijana mdogo, anasema anakwenda kuingia kwenye ndoa. Changamoto hasa kubwa ni ukavu ukeni. Moja ya kitu kikubwa sana ambacho wengi hamkifahamu ni kwamba mwili wetu hauhitaji shortcut. Naomba nirudie tena, mwili wako hauhitaji shortcut. Kumekuwa kuna, kuna, kuna kundi kubwa sana la wanawake ambao wanachochea matumizi ya bamia na wanasema inasaidia uteute ukweni, is true, sipingani nao kabisa, lakini kwa nini nasema? Watu wengi wanafanya shortcut, unakunywa bamia kwa wingi, unakunywa glass moja ya bamia, halafu mwisho wa siku nakwenda kunywa pombe mwisho wa siku nakwenda kutumia sukari, mwisho wa siku nakwenda kula vyakula vya viwandani, alafu nategemea zile bamia sikusaidie kukupa uke mkavu. Mwili wako hauhitaji shortcut, lejesha mwili wako katika uhalisia kwa jinsi ambavyo Mungu wa mbinguni amekuumba, lejesha mwili wako katika uhalisia kwa jinsi ambavyo Mungu wa mbinguni amekuumba. Rudi katika vyakula vya asili. Sasa automatically shida hii hii ni mvurugiko wa hormone, ama hormone imbalance. Dkt Kuboja, nitakusaidia kwa program maalum ambayo inaambatana na vyakula